Na kuna na mtoto ni kwa, kwa sababu vigogo viko aina nyingi kuna kigogo cha mwembe, kigogo cha mchungwa, sawa, kigogo cha mnanasi, yote na vigogo. Sawa, sasa sisi tunajua kigogo gani? Wewe umetoka kwenye kikao ndani. Tujibu hicho kigogo ni kigogo gani? Kilopiga simu moja mpaka meneja kazuia geti. Hutaki kutaja. Na nyinyi siku zote mna Yesu tumo bodi ya ligi, sawa, TFF wao wote wajiuzuru kwamba wameshindwa kutaja sababu ya mechi kuahirishwa. Leo mmeenda kwenye kikao umesikia kwamba kigogo katajwa ndani na wao wenye mamlaka. Wewe kwa nini usimtaje? Ili tujue kwamba nyinyi ni wasafi, mko salama. Kwa sababu bodi la ligi wana shida. Huyo kigogo manake wao ndio wamemkubalia afungulie geti. Tutajie, hajamtaja huyo kigogo. Pale hamna mwanaume shirikisho pale. Mwanaume yeye, si ndiyo? Kasimama na viwani vake pale anatoka na watu. Uwezi kuwa kiongozi wa taasisi unaongea maneno kama yale. Yale waache maneno yao ongea mashabiki mtaani. Unajua kabisa kwamba mashabiki wow, wao ambao walikuwa wajitambue wamefungwa vitambaa vyeusi. Kuanzia sasa hivi wajue kwamba viongozi pale hakuna. Pale kuna wahuni tu wameingia kwenda kupiga hela. Naam, karibu sana mtazamaji wa Simba Fans TV popote pale ulipo. Ni siku nyingine kubwa. E, nasi tuko katika mitaa mbali mbali ya jiji la Dar es Salaam kwenda kuzungumza yale yote ya kimichezo lakini kubwa zaidi ni yale ambayo yanawahusu mashabiki, wadau na wapenzi wa bidhaa nambari moja nchini Tanzania, kwa upande wa michezo, si nyingine, ni Simba Sports Club. Lakini tunapozungumzia kwa bidhaa e, zenye ubora e, Tanzania e, basi ni nambari mbili, ukichukua bidhaa zote ama taasisi zote ambazo zimesajiliwa. Tuko maeneo ya mtaa wa mambo leo B e, ama mtaa wa ABC, maeneo ya Bandari Kavu hapa, maeneo ya Temeke kuzungumza naye Nandi JR kusikiliza eh, nini hasa wamejiandaa na Simba kuelekea tarehe kumi na tano Juni elfu mbili na ishirini na tano. Nnapokwambia Juni ni mwezi huu huu na tarehe kumi na tano ni wiki hii hii siku ya Jumapili ambayo watakuwa katika dimba la Benjamin Mkapa eh, kupepetana na mtani wake Dayang Africans katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara mchezo nambari mia themanini na nne ambao ulighairishwa mnamo Machi nane E, mwaka huu 2025 elfu mbili ishirini na tano, unakwenda kupigwa siku ya Jumapili. Lakini kuelekea mchezo huo, mambo yamekuwa mengi kweli kweli, purukushani e, za hapa na pale TFF e, na watani zao Young Africans, kwa maana ya watani wa Simba sio wa TFF. Mambo yamekuwa mengi kweli kweli, lina nakwenda kumsikiliza Mnandi ana nini cha kutuambia, maoni yake juu ya sakata hili e, na vile ambavyo anavyoona maandalizi ya wao kama mashabiki wa Simba kuelekea mchezo huu. Kujani Finest ya Abdallah, Abdallah, eh, nitakuwa hapa na muda mzuri sana, nyuma kamera shambani kwa ubora kabisa, anahakikisha kwamba unapata picha angavu kutoka hapa ndani ya Simba Fans TV. Usiondoke hadi pale nitakapokuambia bye, bye, lakini nikukumbushe tu kwako yeye ambaye huja subscribe channel yetu, eh, fanya hivyo muda huu ili kupata update mbalimbali mbali za michezo kutoka kwa upande wa kundi Msimbazi, Simba na mpira kwa ujumla. Twenzao mwanetu Bwana Haji ama Mnandi JR mambo ni aje kaka? Namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mambo ni. Hapa ni mtaani kwetu, abeb ndo mtaa wetu. Ila ABC ndo kieneo hichi ambaye sie tunaikiishi. Ambaye kina mambo mengi sana. Unawezekana ukaja majira mchana hapo ukapashangaa. Ila ukija kuanzia saa kumi na moja jioni kwenda mpaka saa sita za usiku. Hapa mwanangu, over Oyster Bay, wala Masaki. Hapa ni hatari sana uswahilini mjini mpaka yani, yani yani, jioni hapa jioni, sa, hapa anaanza kuchangamka jioni kwenda saa bana. Mnandi, nataka tuzungumze hiki ambacho kinachoendelea katika eh, mpira wetu wa Tanzania, kwa maana sakata ambalo limeibuka mara baada ya tarehe ya mchezo wa Dabi eh, kutangazwa mara baada ya mchezo wa awali kughairishwa binafsi kama mwana Simba, hiki kinachoendelea unakipokea kwa mtazamo wa aina upi? Najua nyinyi mpo tayari kwa ajili ya mchezo, lakini kinachoendelea eh, unakipokea kwa mtazamo wa aina gani? Ah, kinachoendelea sisi tunakipokea kwa mitazamo yote, kwa sababu siku zote hata ukiwa na watoto kumi huto tegemea kwamba watoto wako kumi wote basi watakuwa na kipato kinacholingana. Wapo wengine watakao watakutegemea wewe, watakuwa wanatengeneza watoto huko, wewe ndio mleaji, hivyo vitu vya kawaida, lakini wapo ambaye wewe watakuwa wanakusupport katika maisha yako, na ndio maana unaambia siku zote unapokuwa nao wengi, basi baadhi watakusaidia, wengine hao ndio watakuwa kwako wewe, watakuwa bangusilo, sisi si tunaita hicho kinachoendelea sasa hivi kwao binafsi bodi ya ligi na TFF yetu kiujumla, wana watoto wengi. Na maana wanazungumzia timu za ligi kuu, ziko timu kumi na sita sio timu zote kumi na sita zitawasaidia kwenye shirikisho letu kwenye mambo mbalimbali, nyingine zitabaki kupiga mark time, kama hawa hawa ni watia hasara. Kwenye nchi hii kwenye mpira, na maana hata serikali ilikuwa inawabeba miaka yote, waliwapa mwenge kwa sababu ilikuwa walikuwa makuli kubeba wazee wetu kupata uhuru wa nchi hii, lakini mwisho wa picha kwa kuwasamini kote kuwapa mwenge ule, lakini bado ule mwenge wao wanautumia vibaya saa hizi. Imekuwa kama silaha sasa ya kuihukumu nchi ya Tanzania. Kwa sababu binafsi mnapokaa, mnapiga kelele, mnafanya maandamano, watu walio wanafuatilia. Logo ya timu naangalia ni hii hapa. Wanapoangalia kuna mwenge na huu mwenge wa uhuru ambao wa nchi yetu. Kwa hiyo inaonekana kwamba nchi hii inaonekana timu hii ndio timu ya nchi. Sasa kama timu ya nchi, mbona nafanya madudu kama haya kwenye nchi yao yanaonekana yanaleta viashiria vya uvunjifu wa amani. Kwa hiyo hata serikali saizi imeshawakataa. Taarifa za ndani, kuna barua ilienda huko, kwenye mamlaka za ndani za nchi, za mahakama. Na maana walisema hiyo tarehe ikifika hiyo, kama mtu atapewa pointi mpira unakufa siku hiyo hiyo. Kumbe kuna sehemu walikuwa wanaitegemea, ile sehemu watu barua wametupa, tena wamepiga teke tu. Eh, sio kwamba wamempeleka huko, wamepigwa teke kule, unajiokotea barabarani unaondoka. Manake kule wamesharushwa, kama walivyorushwa kasi. Kwa hiyo kumaanisha kwamba viongozi wa nchi nawapa respect wako makini sana viongozi wa TFF na bodi ya ligi na wapa respect wako makini sana muona bwana kwao. Binafsi wanatakiwa wafate kanuni na sheria za mpira wa miguu, lakini pia niwapongeze viongozi wa klabu ya Simba kwa muda wote huu ambaye tumekosa ubingwa misimu mitatu hii, tunasajili wachezaji zaidi ya arobaini sawa. Wengine wamekuja na majina yao kama yalivyo, dirisha la usajili, dirisha dogo dogo dogo. Kuna mtu alikuja alikuwa anaitwa sawa, dogo kama dirisha dogo lilivyo, na akaondoka. Kwa hiyo hii manake inaleta maana kwamba Simba wamepevuka kwenye masuala ya kuthamini wachezaji wao kwenye mikataba na kila kitu. Lakini laki, laki, bado simba wamepevuka hata kuingia mikataba na kampuni mbalimbali ambazo zinaingia kwa ajili ya kusapoti timu yetu. Kwao niwape big up sana viongozi wa klabu ya Simba na hii pia inaonekana ni sumu sana, na mimi niwaombe viongozi wa klabu ya Simba sio CEO tu, ikiwezekana hata wajumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Simba kina mama. Baada ya utawala huu kuisha, kina mama wawe wengi, kwa sababu inaonekana nyuma mwiko tukiwa na kina mama hapa Nyuma mwiko wanaanza kutapatapa. Tulikuwa na Babla wakaenda kazi. Wamefunga Ramadhani pale Karume siku tatu. Yeah. Kesi ya Bernard Morrison wakaenda kazi. Lakini naona sasa hivi tena tuna CEO mwingine mwana mama, tunaona kabisa kwamba nyuma mwiko hawana amani, hawana maisha kwenye taifa hili. Muda wote wanaweza wakahama. Kamba ubuela, ubuela, ubaya ubaya mwingine. Ni ubaya tu. Ubaya ubaya wanaweza wakarudi afu kaondoka. Huu ni ubaya ubaya. Yaani ubaya unafanyika kwenye shirikisho, ubaya unafanyika kwenye serikali, ubaya unafanyika Simba Sports. Yaani nchi nzima sasa hivi nyuma mwiko kila anapokaa kwa moto kama wanavyomwona chula anapenda maji lakini zoe ya moto. Kwa hiyo kila anapokwenda, anajua hapa atakuta maji baridi nitulia, akigusa ya moto anakaa pembeni. Wenyewe wanachodai kwamba wanachokihitaji hao ni kina maslahi mapana kwa mpira wa Tanzania. Je, hili lina ukweli kwa nyinyi Wanasimba, mnavyoona kwamba wanapigania haki kama ambavyo wanavyosema kwenye mpira wetu? Wanapigania haki yao wao ambaye ni haina maana na haina faida kwa nchi na haina faida kwa shirikisho na haina faida kwa vilabu vingine vyote. Lakini sio haki hiyo wanayopigania wao kwa ajili ya taifa hili. Kama ungekuwa unapigania haki kwa ajili ya taifa hili, mapema tu mechi ilivyoahirishwa, wakakimbilia wapi hasa? Kasi walienda kufuata nini? Tatu, alama tatu sio? Wameenda kufuata alama tatu kwenda kule, wamepewa makaratasi matatu, wamerudi nayo nyumbani. Hakuna alama tatu wala alama sifuri, kwisha. Wanarudi hapa wanataka kwenda mahakamani ili mpira ufe. Hasa wanataka maendeleo ya nchi? Wewe unaelewa, wanatoka kwenye kikao juzi cha ndani, mtu anatoka anakuambia kuna kigogo katajwa kutoka serikalini. Maona bwana, wewe ulikuwa kama kuna kigogo katajwa kutoka serikalini. Wewe si ulikuwa kwenye kikao. Kwa sababu vigogo viko aina nyingi, kuna kigogo cha mwembe, kigogo cha mchungwa, sawa, kigogo cha mnanasi. Yote na vigogo. Sawa, sasa sisi tunajua kigogo gani. Wewe umetoka kwenye kikao ndani. Tujibu hicho kigogo ni kigogo gani? Kilipiga simu moja mpaka meneja kazuia geti. Hutaki kutaja. Na nyinyi siku zote mna Yesu tumo bodi ya ligi, sawa, TFF wao wote wajiuzuru kwamba wameshindwa kutaja sababu ya mechi kuahirishwa. Leo mmeenda kwenye kikao umesikia kwamba kigogo katajwa ndani na hao wenye mamlaka. Usikwe kwani usimtaje. Ili tujue kwamba nyinyi ni wasafi, mko salama. Kwa sababu Bodi Ligi wana, wana shida. Huyo kigogo manake wao ndio wamemkubalia afungulie geti. Tutajie hajamtaja huyo kigogo. Je, huyu si mnafiki? Kwanza mimi ndio ningekuwa rais wa TFF. Sasa hizi ninavyosema alikamwe tayari uko kabatini. Ah. Paka muda huu toka ile juzi tu alivotamka tu. Usiku usingekucha sasa hizi kashakuwa uko kabatini. Kama alivyofanywa kule nini? Kule Babati. Sinakumbuka alichofanywa huko? Sota bora. Wapi ile? Sota bora. Kumbe ilikuwa Tabora kwenye nyuki. Yaani saa hizi nikikuwa mimi saa hizi ulikuwa ni kule alilala kule, kalala masaa matatu tu, saa tano, watu wanamgongea wewe, atwende ukalale huko. Hapa sio mahali pako kwa kulala wewe. Wewe mtu mkubwa sana wewe. Yule kaenda kulala kwenye mbu. Kwa hiyo na mimi ningekuwa rais wa TFF. Saa hizi mapema nishamfungia kabatini, kwa sababu unakumbuka alishafungiwa miaka miwili ile. Chini ya Kapete dabi kaleta kama upepo fulani ukayumba yumba. Watu wakatoa kifungo kile, wakapiga faini. Sasa ile faini wamelipa mashabiki, na ndio maana anakuwa jeuri huyu, anaendelea kuongea utashi. Eti anaongea atokee mwanaume yoyote akate point afu aone kwa hiyo wale TFF wale kwa pale na bodi yake wote wale kina mama. Sizarau hizo. Ndio maana nakwambia mimi ningekuwa rais wa TFF. Sasa huyu mtu ameshafungia kwenye kabati. Ifaini walompiga, walomlivia mashabiki ndio wamesababisha haya. Anaendelea kutukana watu. Eti yatokee mwanaume. Sizarau hizo. Pale hamna mwanaume shirikisho pale. Mwanaume yeye, si ndio? Kasimama na viwani vyake pale anatukana watu. Uwezi kuwa kiongozi wa taasisi unaongea maneno kama yale. Yale, waache maneno waongee mashabiki mtaani. Mimi mwenyewe tu. Wewe usha kunisikia naweza kuongea maneno kama hayo? Kwenye sekta yote nazungumzia mpira, sijazungumzia kwenye viongozi wangu wa club, sijazungumzia kwenye viongozi wa shirikisho. Kwa nini sisi hatufanyiwi mabaya huko? Kayoko sikafungiwa kwenye kabati kule. Tumeambiwa kapelekwa kwenye kamati ya waamuzi. Kuna waamuzi gani? Ulitoka huko, si huyu karudishwa anachezesha ligi? Ulisikia kuna kiongozi wa Simba kajaji? Kwa nini Kayoko karudi bila kupata taarifa zake kule? Lakini wao wanajifanya wao, tupate sababu ya ule mchezo, kwa nini umeahirishwa? Sababu nyinyi Simbe kama bonsa, mnataka sababu gani? Sasa majibu aloyatoa juzi kwenye press yake kusema kuna kigogo serikalini, maana yake kashawasafisha TFF kawasafisha bodi ya ligi kaisafisha Simba, manake wako sahihi kwenye hili ila wao ndo wenye mapungufu, kwa sababu wao ndo wenyeji wa wenye mchezo. Kama kigogo yuko serikalini, serikali ndo wenye ule uwanja huo. TFF, viwanja vyao tunavijua. Karume kiwanja chao, Nyamagana Mwanza, kingine kinajengwa Vigamboni, kingine kiko Tanga. Hivyo ndo viwanja vya TFF, lakini ule uwanja wa serikali, sijui wa kama ule uwanja wa TFF. Kwa hiyo kama alivyosema, kuna kigogo serikalini ndo kapiga simu moja kwa moja kabisa, kigogo huyo ni nyuma mwiko, na ndo maana kashindwa kumtaja kwenye press kama katajwa kwenye mkutano, wewe unashindwa kumtaja kwenye press, usambazie umma, na kati kila siku mnahangaika mnaenda paka kasi. Yani, kama kuku anavotamia mayai yake kila muda, ya moto anatoka, ili mradi ya poepoe kidogo, ashindwe kutotoa watoto. Si angesema kwa nini amfiche ile? Manake ni kutengeneza uchochezi kwenye taifa hili, kwa sababu mashabiki wa nyuma mwiko wengi kama manyumbu, kila wanachoambiwa wao sawa. Uwezekano mtu umeenda shule, una akili timamu, kila tena akisimama kiongozi wako akisema, wewe unafuata, huo ni uhuni huo. Sasa tushafanywa mangapi ya ajabu, tumepinga tajiri mwenye hela zake Afrika namba kumi na mbili Tanzania namba moja anatuomba radhi mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba. Kwa nini katuomba radhi? Tulisimama tumemkosoa, unachoendesha hivi sio. Simama simamia kile ulichokiahidi, hatukioni hapo. Unatutetea kina Jobe, unatuambia unataka ubingwa wa Afrika. Kina Jobe kina baba Kaisari unaleta ubingwa wa Afrika? Kasimama kasema ukweli kwamba mimi, kina Jobe kina baba Kaisari nimesajili mimi msimu huu, nawaombeni wanachama na mashabiki, naleta watu kweli kweli. Katuletea wachina wale kina Jan chazi ya uwa. Wananyata wanaweka kambani, mm. Sawa, kina Budo, Joshua Mutale, Sijara imeingia hapa, ikapata injury, ikaenda kufanywa service kule kwenye, kwenye national team. Kajifanya kama vile kaumia, akachoka sana. Anasema nina shughuli huko. Ona kibu katika mechi ambayo anaikubali, anaipenda, ambayo anatengenezea CV yake hii. Kila siku anatamani, inawezekana kila siku anatamani hawa. Anatamani kama akiamka kila siku acheze na hawa. Asicheze na timu nyingine, acheze na hawa hawa kwa sababu anawaweza hawa. Kila siku akikutana nao sijui kama kuna siku akua kwenye fomu. Kibu Dennis. Sasa ndio unabudu, una elimu panzu hivi ya nchi. Una mzee wa menyato. Sasa pale kuna beki pale wa kumkaba, kukaba watu. Wewe unaweza kukaba treni wewe ya mwendo kasi. Unao uwezo kuzuia mwendo kasi? Eti, unao uwezo kuzuia wifi ya nchi wewe? Unao uwezo huo wewe? Ukifika pale tu password yako mwengi mpaka kufika tarehe 15. Kwa hiyo, Mnandi, maoni yako kwa kumalizia, labda unatamani waje ama waendelee kushikilia msimamo wao? Sawa, linapasha misuli kwa hiyo ikiwezekana hata usiku tukipigwa simu na bodi ya ligi. Oya, au jamaa wamekubali kucheza saa mbili usiku mechi. Mapema sana sasa tunajaza uwanja. Sasa tunapiga mapema sana, nakwambiaje? Au sasa tunapiga wao, mpaka wamefufua makaburi haya. Tujiulize, sakata lao saizi wanahangaika kwa ajili ya adabu. Haya haya madeni yamekujaje? Eh, madeni yamekujaje? Sisi Kizalamo kule kuna kauli tunasemaga huko, gogo dibisi disunga dinyalile, yani ile gogo bichi lilivanguka likagusa lile lokauka, yote imeenda chini, ndio hicho kinachoonekana. Sababu ule ukitaka kukatwa ulikuwa unakatwa umbichi, lakini kwa sababu upo lokauka kule na ule wakati unaanguka umepitia pale ule, tayari mizizi ishaoza, unasukuma ianguke nayo, kumbe ule mti haujaoza, uko vizuri chini. Watu wameinuka wamemwaga mkeka. Sisi hatudai hivi, tunadai wameambiwa walete document, eti mtu anapeleka barua. Barua ya nini? Unataka kuoa yani? umeambiwa asubuhi saa 4 alete document ambazo zinaudhibitisha kwamba wewe si unatudai, mpaka umetoa taarifa kwa umma. Eti unaleta barua. Barua unaomba nini? Unaomba kazi ulipwe? Ulipwe na nani yani? Wewe una madeni alafu unaomba kulipwa. Yaani sasa wana mtandao wa simu sawa. Yeah, wao wanachohitaji wao walipwe pesa ambazo wanaidai TFF. Halafu waangalia kipi ambacho wanadaiwa na TFF ndo walipe yani, yani TFF walipe deni kwa mtani wako halafu mtani ailipe TFF mara baada ya kulipwa, yeah. So yani anapelekwa kasi, kwani mahakama ya dunia imeanza jana? Lakini kwa nini miaka hii ya karibuni wachezaji wakigusa tu barabara imeiva kasi. Simba wana barua ngapi katika misimu mitatu waliokosa ubingwa? Kwani hawakuacha wachezaji? Sawadogo kaenda kasi. Baba Kaisari kaenda kasi. Nelson Okwa kaenda kasi. Nitajie. Kaenda kasi? Hawakwenda. Kwa nini hawajaenda? Kwani wale wamemaliza mikataba yao? Si wamevunjiwa mikataba wale? Lakini wao mchezaji akija hapa anapewa nusu nusu nusu kaputi, baadaye asante kwa kushiriki. Yaani wao hapo kitapeli tapeli tu. Ah, mabwaga bwaga. Wapo kitapeli tapeli. Kwa hiyo hata kasi ile barua waliopeleka ya juzi kati ilivyorudi imepitia shirikisho. Wamepewa miongozo wao, jamaa, tuna barua zaidi ya tano tumeleta kwenu. Maana inaonekana hii timu ina shida kwenye shirikisho lenu. Tunaomba mwinyoche hiyo timu, akasema nchi bwana ina miba mizito. Ukijikanyaga hapa, inawezekana uhai wako kaondoka. Sawa. Biashara. Kwa hiyo sisi tunaenda taratibu. Kabla ligi haijatamatika, biashara kashushwa. Yuko ligi daraja la pili huko. Sasa huyu nani? Na kupeleka timu. Lakini huyu ana madeni. Sawa? Ana mambo mengi kafanywa na TFF ya kumfeva hapa. Sawa? Na saizi anaendelea kuwatukana. Si anashuka mapema tu. Kwa hiyo mimi nikwambie tu kitu kimoja. Haya makaburi wanafufua, si wamepeleka barua? Si hatutaki barua. Sisi kikao cha leo hiyo saa 4 tulitaka mpeleke document. TFF mnawaacha mna nini? Piga lungu wa. Nyewe mmemwambia aje na document. Mtu wa pesa pale. Sawa? Aje na document, analeta barua. Barua ya nini sasa? Kwa sababu wao barua yao juu wametoa jana ile ile na, na, na wao. Jana kwa barua hizi nne jana asubuhi Simba kwa kazi ya jambo lao, mchana imetoka Saribi Bank ambaye sponsor wa mashindano ya FA. Lakini baadaye hapo hapo risali moja mbele, wenye mpira wao TFF wametoa mkeka wao na wakielekeza kwamba asubuhi waleta nini document kama kweli wanadai, kwa sababu TFF wamesema wanadai. Lakini ukiangalia barua ya nyuma mwiko sasa, hakuna sehemu walikopinga kwamba wao wadai. Unajua kabisa kwamba mashabiki wao ambao walikuwa wajitambue, wamefungwa vitambaa vyeusi kuanzia sasa hivi wajue kwamba viongozi pale hakuna pale kuna wahuni tu wameingia kwenda kupiga hela, watu wamebadilishwa mpaka jezi yao ya, ya, ya ya away wanavaa jezi ya gold, wanasha jezi kali kweli. Jezi kali, jezi yako hiyo hiyo, sio rangi yako. Kama uliona kali, kwa nini toka miaka hiyo usitumie? Ukaja kubadilishiwa tu kiuniuni, afu wanakubali. Kwa hiyo nataka mujue mpaka sasa hizi nyewe viongozi hakuna hapo, mna vikundi vifu vya wahuni. Haiwezekani mtu anambiwa alete dokumenti, analeta barua. Unaleta barua, kwani umeambiwa kalia na mtoto hata kuwaozesha? Leteni dokumenti ili mwekane sawa, kama nyewe kweli mnadai ama la ili tujue na sisi umma kwamba nyinyi ni viongozi mlo tukuka ni viongozi wa adilifu. Lakini kama mmepeleka barua mnataka kuoa, hakuna mtoto akuoa wa wa hapo. Mtaoa kwenu kwenye mabwaa watu huko, hapo zinatakiwa document. Tunataka ukweli sasa hivi, hatutaki kupepesa macho.